Karibu tena kwenye chaneli ya Namne Pro. Kama ndo mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Movie yetu inaanzia hapa, sehemu ya kwanza. Katika hoteli inayoitwa King Hotel, leo ilikuwa siku ya kuingiza wafanyakazi wapya. Tunamuona binti mmoja aitwaye Choen Sarang akiwa kwenye interview. Mkuu wa pale akamuuliza, "CV yako inaonyesha obi yako unapenda kupiga piano?" Je, unaweza kutupigia sasa hivi piano?" Binti akasema hapa hamna piano sasa. Na mkuu pale akasema, ndiyo nafahamu kuwa hamna piano. Binti akawaza, akaona acha apige piano kwa hisia, hadi wasimamizi wa pembeni wakaona kama kituko huyu binti, na yuko anatabasamu. Mkuu akasema, inaonekana hujui vizuri kupiga piano, ila unapenda kupiga piano. Mkuu akauliza swali, hebu tabasamu na binti akatabasamu. Baada ya tukio lile la interview, tunamuona binti Cheon Sarang akiwa kwenye mgahawa akiwa na rafiki yake ambaye alikuwa tayari ashamsimulia shamsi mulia jinsi alivyoambiwa kwenye interview apige piano na piano hakuna. Huyo rafiki yake akasema, jua ile ni hoteli kubwa, kwa hiyo lazima vitu kama hivyo mfanyakazi awe anajua. Hapo hapo kuna rafiki mwingine anakuja kuungana nao hapo kwenye mgahawa, kwa hiyo wakawa marafiki watatu. Binti Cheon Sarang akaulizwa na rafiki yake mmoja, kwa nini wewe ulienda kwenye interview?" Binti akasema nilienda kwa sababu nilikuwa nikisikia ile hoteli ni ya kifahari sana na inapokea watu wa kila aina, ila nimeipenda sana ile hoteli na tamani sana ningefanya kazi pale. Ngoja nisubiri majibu baada ya interview." Rafiki yake akasema basi, sawa, tumalilie hapa alafu twendeni krabu tukafurahi. Hapo hapo kuna kijana mmoja anakuja na kuwaongelesha marafiki hao watatu Samani, nimewaona mmekaa hapa muda mrefu. Mimi niko na marafiki zangu tuko watatu, je, tunaweza kuungana pamoja? Mabinti wakashangaa kuwaona masela wale wengine wana sura ngumu. Binti mmoja kati ya wale watatu akamuomba namba ya simu yule kijana aliyekuja kuwaongelesha. Basi baada ya kuchukua namba akaondoka na kumwambia tutawasiliana sehemu ya kukutana. Baada ya kuondoka, Cheon Sarang akamuuliza wewe, unagawaje namba kwa mtu usiyemjua? Cheon Sarang akamuuliza au una ndoto ya kuolewa? Basi sawa, twendeni klabu. Klabu sasa kivumbi, madem walisakata mziki asubuhi. Sasa tunawaona mabinti wakiwa nyumbani wamelala, huku ukisikika mlio wa simu kama inaita. Chion Sarang ndo alikuwa wa kwanza kuamka kwa na kupokea simu, alo, huku akiwa na usingizi, ndiyo, ndiyo, mimi namba 511 Chion Sarang. Binti akashutuka na kuamka kwa haraka, kumbe ilikuwa simu kutoka kwenye King Hotel ya kumpa taarifa interview aliyofanya amefanikiwa, kwa hiyo ajiandae kwa kujiunga na King Hotel. Binti Sarang akipiga kelele kwa furaha na kuamsha marafiki zake na kuwapa taarifa kuwa kachaguliwa kujiunga na King Hotel. Basi marafiki wakafurahi sana kwa taarifa zile. Basi tuje sasa upande mwingine, angani, ndani ya ndege tunamuona kijana mmoja akiwa kavaa parachuti na kavaa helmet na kujirusha kutoka kwenye ndege, huku akiwa kavaa parachuti akishuka chini, na juu ya parachuti pameandikwa King. Basi kijana huyo akashuka hadi juu ya ghorofa kubwa na kuvua parachuti. Hapo hapo anapokea simu na kuambia, wewe mbona umetua kwenye jengo ambalo silo? Ni jengo la pili huku. Basi tunakuja sasa kwenye ofisi, tunaona kuna wafanyakazi wapya wakitambulishwa na kufundishwa jinsi ya kufanya kazi. Basi msimamizi wa pale akanyosha kidole kwa kijana wetu na kumuuliza, wewe siku ya kwanza kazini unakuja umechelewa hivi kweli? wewe utaweza kazi? alafu mbona umevaa viatu vya gharama hivyo? na je, umevinunua wapi? kijana akasema nimenunua Milan. Msimamizi akamuuliza mbona inaonekana kama wewe ni wakishua, na hii saa ni ya kisasa, amna ni ya kawaida. Ila msimamizi akawa kama aelewi jamaa amevaa vitu vya gharama sana, akamuuliza hivi wewe ni mtoto wa kitajiri mm? mbona vitu vyako vya gharama hivyo eh? au unataka kuigiza maisha. Baadaye tunamuona kijana akiwa kakaa kwenye ofisi kama vile kuna jambo anawaza. Mara kuna mmoja wa wafanyakazi wenzake akaja karibu naye na kumwambia, leo umechelewa, ila nakuomba kesho usichelewe maake mendo nitakuwa mtu wako wa karibu, nitakuwa na kufundisha jinsi ya kufanya kazi na uwe unawahi kabla ya nusu saa mbele, na kaa kama mfanyakazi sio bosi. Hebu fanya kama unabonyeza bonyeza keyboard, msimamizi asikuone umekaa tu. Alafu hiyo saa ni kama shingapi? na kwa nini umekuja kazini na parachuti hivi, kwani wewe ni nani? inaonekana ni wakishua sana. Mala msimamizi akamwuta yule ambaye ndo ameambiwa msimamie kijana ambaye ndo mfanyakazi mpya na kumwambia namuuta aje. Msimamizi akauliza, vipi, unamfundisha kama inavyotakiwa au ndo? Namfundisha, si unajua mtu mgeni huwa sio kila kitu anakuwa anajua, amna kwa hiyo ndo niko namfundisha hapa kidogo kidogo. Aya katoweni kopi hizi. Sasa jamaa yetu ajui kutumia mashine ya kutoa kopi, kwa hiyo ameingia Google na kugoogle jinsi ya kutoa kopi. Mala anakuja mkufunzi wake na kumuliza, ushamaliza kutoa kopi? Amna, naita nilikuwa sijui ndo ni message kwenye mtandao au wewe ni mtoto wa kishua nini uko unatuchola hapa e? Basi akamwelekeza jinsi ya kufanya pale. Mala msimamizi huyo na kuuliza, mnafanya nini hapo? tuko tunatoa kopi, ila mashine inaonekana ina shida kidogo. Mkuu, wino umeisha. Basi hebu fanya hivi, kama unatikisa, fanya kwa nguvu, haraka haraka. Mala kitu hicho kikafumuka. Tukutane tena sehemu ya pili. Asanteni sana.